Sisi viongozi ni wanadamu, ni watu na wanadamu, tuna miko, tumewekewa. Kitufanyia assessment leo, unaweza ukatukuta only 30% tunafata kweli hiyo miko ya uongozi. Sasa mna kazi ya kutulea huko na kuangalia ujazaji tu form na kukuleteeni, ile tunafanya sana, lakini matendo mengine yetu binafsi huko a, ni mambo mengine. Kwa hiyo naomba mkasimamie maadili kwenye utumishi wa umma tumeharibika. Leo hii mtumishi wa umma anakosa uzalendo, anakosa tuseme nini, sijui ile moyo na kwamba mtumishi wa umma anathubutu kuchukua siri kwenye mafaili akapiga picha kwenye simu yake na akasambaza kwenye akijua kwamba anamkomoa rais, akijua kwamba sijui anamkomoa nani inline, lakini kumbe ni yeye amekosa maadili, ni yeye hawajibiki kwa taifa lake, uzalendo kwa taifa lake hakuna. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo, hilo ni moja lakini kuna mengi ndani ya utumishi wa umma katusaidieni, kwa sababu utumishi wa umma ndio engine ya uendeshaji wa nchi hii Basi nihitimishe kwa kuwataka wateule wote, aa, mkafanye kazi kuendana na viapo vyenu mlivyo hapa leo, mkawatumikie Watanzania kwa uadilifu na kwa uwezo wenu wote. Taifa hili ni letu, wawajibikaji wa kulijenga taifa hili ni sisi, mlio hapa, tuliopo na waliopo, ni sisi na hakuna mwingine na kwa sababu ya uzuri na umadhubuti wa taifa letu, mnaona yanayotokea leo eh, kwamba nchi watu kutoka kwengine wanataka kuja kuvuruga huku ndani. Sasa hii kazi ya kulinda hilo sio yangu peke yangu wala sio vyombo vya ulinzi na usalama peke yao. Ni sote. Ni sote kwa sababu wakikosa huku watapita uko kupita mawizara mashirika yetu nani. Watataka kuingia huko kuvuruga. Naomba mkalinde taifa lenu. Hii ndio rasilimali yetu tuliyoachiwa, hatuna nyingine. Nendeni kailindeni. Baada ya kusema hayo, niwashukuru sana sana sana na niwatakie kazi njema.